Naomba kutangaza rasmi kutia nia ya ubunge jimbo la Geita Mjini. Kwa mantiki hiyo basi, mimi nitaongezeka kama wapo wengine tayari washaonekana basi na mimi nimeongezeka katika idadi iliyokuwepo ya watia nia wa ubunge jimbo la Geita Mjini. Kwa hiyo na mimi nita, ni, natangaza nia yangu rasmi, nitakwenda kuomba ridhaa ya kupata nafasi ya ubunge jimbo la Geita mjini kupitia chama changu cha Mapinduzi. Pindi ambapo mchakato wa ndani ya chama utakapokamilika na kuruhusu shughuli zingine ziendelee, watakubali katika jimbo la Geita, kwenda kuniunga mkono, na kama pia chama changu kitaweza kurudisha jina langu kati ya wagombea watatu ambao natakiwa majina yao kurudi, basi na mimi nitaingia kwenye kinyang'anyiro hicho kuitafuta fursa ya kugombea ubunge jimbo la Geita Mjini kupitia Chama cha Mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wana Geita na Watanzania wote kwa ujumla, kwa nini nimeamua kuchukua maamuzi haya kutia nia ya ubunge jimbo la Geita? Mimi Elia John Yohana nina uwezo mkubwa wa uongozi. Nina uwezo wa kuwa mwakilishi mzuri zaidi katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ili uwe mwakilishi mzuri inatakiwa uwe na uwezo wa uongozi mzuri. Uwezo wangu wa uongozi unatokana na vitu vifuatavyo ambavyo vinakuwa ni kama moto unaowaka ndani yangu vikinisukuma vikinichochea nikatimize azima yangu ya kutaka kuwatumikia Watanzania katika nchi yangu. Uwezo wangu wa uongozi unatokana na, na maarifa ya uongozi, maarifa ya uongozi ambayo nimeyapata katika sehemu mbalimbali. Uongozi hujengwi na maarifa tu ya, u, ya kisiasa bali pia na uzalendo. Ndugu waandishi wa habari, Wanageita na Watanzania wote kwa ujumla, mimi nimekuwa mzalendo sana, naipenda nchi yangu na natamani kulitumikia taifa langu vya kutosha, na uwezo huu wa uongozi unatokana na, unachagizwa na kuwepo na uzalendo, na damu ya, kiza, ya uzalendo ndani yangu ambapo unanituma kulitumikia taifa hili anga, na uzalendo wangu kwa taifa na elimu yangu, nitakwenda kuwa mwakilishi mzuri katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pindi ambapo wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wananchi wa Jimbo la Geita watakapokwenda kuniunga mkono, nitakwenda kuwa mwakilishi mzuri na nitakwenda kuifanya kazi hii kwa mapenzi mema katika nchi yangu. Ndugu waandishi wa habari, nimalizie kwa kusema kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyozinduliwa na Dokta Samia Suluhu Hassan imekamilika, itakwenda kuwasaidia Watanzania kwa wa. Swali zuri, ndugu mwandishi wa habari. Mkutano huu ulikuwa ni kwa ajili ya kutangaza nia, lakini pia vipo vipaumbele ambavyo nimeviorodhesha lakini pia tu nita, nitaweza kulijibu swali hili. Ndugu mwandishi wa habari, Jimbo la Geita lina takribani kata kumi na tatu, kata kumi na tatu. Changamoto changamoto zinataka kuelekea kufanana na wote, changamoto ya maji, changamoto ya miundombinu ya barabara, changamoto ya madarasa, changamoto